Mimi nilikuwa makanga wa matatu. Na nilikuwa na, nilikuwa na wakota makaa. Unasikia? Nilikuwa makanga wa matatu. Lakini nikajipanga panga mpaka niko hapa. Mimi nataka niwaambie na, na wa vijana. Ukiona mtu anakununua na shilingi 500, ati wende upigie mwenzake kelele. Ujiulize maswali mara ngapi? Ulize yeye kwanza bibi yake hako hapo? Mtoto yake hako hapo? Yeye mwenyewe ako na kiti. Alafu anakudanganya ati wende upigie mwingine kelele. Mimi nataka niwaulize swali. Ara Ishungu akuja na hospitali. Mimi ni kuja na empowerment. Mwingine ya kikuja... So, mtu anawapatia pesa ya kukonganisha vijana wetu, mchukue pesa lakini muache kupiga makofi ya ukora. Hii shida yote Ishungu anabeba, si yake, ni ya William Ruto. Tusidanganyane. Kwa sababu yeye anasimama imara na yeye anasema ukweli hata kuna barabara mingi yime, meweka, apa, kwa sababu yeye anasimama kitu ya muhimu tufanyie watu wetu kazi. Tuombeane Mungu, familia yote ipate chakula kwa nyumba wetu, waende shule, kila mtu akae vizuri. Lakini manene shilingi sasa ukinunuliwaunipigia kelele amimi, juakali, namba. Na wa mama. Mama ni watu sana. Hata siku ya kampeni mimi napeanga wa mama pesa mingi kwa sababu mimi najua yao inafika nyumbani. Eh? Unajua yetu sisi wanaume tukipewa milioni moja, lazima tupitie kwa kesa na tabu. Yaani kitambo tufike nyumbani tuko na mia mbili. Lakini wa mama ukipatia utapata nyama, utapata sukari, utapata kila kitu kwa nyumbani. Nyinyi ni wanabiashara. Kuna biashara inajengwa na mwaka moja? Kuna biashara inajengwa na mwaka mbili? Wacha niwaambie na munisikize. Wakati tulikuwa tunawaomba kura tulikuwa tunaimba, tunafanya nini, tunafanya nini? Si kweli? Na mkatupatia kura zenu kutoka kwa MCA mpaka kwa rais, ni kweli ama ni uongo? Lakini saa hii kuna watu wanawadanganya, eh, sijui hii hijafanyika, eh, hii hijafanyika. Hata wewe mama ukiwa na mimba, utapata mimba leo na kesho, si lazima mtoto uone, maneno yanakuja, uone mpaka watu waanze kusema ai, mama kao sawa Wow, mtoto akunywe uji akule mpaka akule githeri. Si ni kweli? Mimi nawawomba na nawawomba kwa heshima makubwa. Hii serikali ya Kenya Kwanza. Kama kuna watu wanafaa kujifunia ni watu wa hii mlima. Kama kuna watu wanataka wajue hii serikali ni yao ni nyinyi. Sasa nikuulize, mumeenda kupanda mahindi? Umeongoja imefunwa Ugali, ugali tu mi... sisi ni watu wenu wa mkono, sisi ni watu wenu wa mkono, na tunawaomba tu nyinyi mpange tu uchumi huko juu na mpange maneno mengine huko juu. Hii nyingine hapa chini mtutumange, hata tukipiga kelele ama namna gani Sikalele ni part of maendeleo ama niaje? Wangapi wanasema wako wako imara? Hebu wacha naulize swali, wangapi walipigia serikali kura? Si nyinyi wote yeah? Alafu mtu akuda. Uh, uh, nyinyi mnajua kweli kufanya, kufanya siasa mpaka uinue Biblia useme Hai. Hey! nyinyi Mtu asiwadanganye, tuchunge serikali, tuchunge ichungware, tuchunge kawanjiko wa moradha, tushikane tupendane, boda boda watapata haki yao, wamama watapata haki yao, kila mtu atakuwa na haki yake na tutaenda mbele wote eh? Mlisoma Walisoma, walipata bahati wakasoma, soma vizuri vizuri tu hivi lakini sisi wengine wote sini oye oye, ama ni aje watu ya oye oye? Ibua inue mikono sunana ah, tuko wengi sunana. Nikisimama rahisi ndaangusha hawa, kwa sababu watu ya oye oye ni wengi. Mwenyezi Mungu awabariki sana.